Ndugu zangu wa kanisa la Episcopal Anglican Province of Tanzania, ama kanisa letu chini ya kanisa letu mama Anglican Catholic Church, nianze kwa salamu yetu pendwa, tunawasema Yesu Kristo mwokozi wetu. Sasa hatumalizii haleluya. Hiki ni kipindi cha Majilio, kama vile kipindi cha Karesma, na acha haleluya Tunasema tu Yesu Kristo mwokozi wetu. Basi ni wasalimu katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kama mnavyoona, tupo katika majilio, kipindi ambacho kanisa tunatazamia katika sikukuu ya kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo, kipindi cha majilio ama kipindi cha Advent. Mbele yetu tuna mishumaa ya Advent na tupo katika wiki ya tatu. Aa, katika majira haya tumebakiza wiki moja na siku kadhaa ili tuweze kushangilia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakuja kwenu na ujumbe wa matumaini, ujumbe wa majilio ambapo uh, katika safari yangu ya kitume nchini Tanzania mwaka unaofuata wa 2026. Uh, katika majira matakatifu ya Kwaresma ama majuma matakatifu karibia Pasaka, nipende kuzungumza nani kwa kifupi juu ya kitu kimoja tu leo. Tutakazozungumza matazamio yetu ama majilio yetu, katika matazamio yetu juu ya uongozi katika kanisa. Nafahamu kwamba katika mwaka unaofuata ujio wangu nchini Tanzania utahusisha sana juu ya kuwawekea mikono watumishi wapya wa kanisa letu nchini Tanzania. Mungu ametujalia kwa kipindi cha mwaka mmoja tumekuwa na kuenea sana nchini Tanzania, tunajenga makanisa yetu, mengine yamekwishaisha, mengine yanaendelea kujengwa. Ni baraka za Mungu kwa kipindi kifupi cha mwaka mmoja sasa. Katika kipindi hiki chote tunajenga uongozi, na katika kujenga uongozi ni hatua ambayo inahitaji uvumilivu sana ili tusiweze kukosea tunapoijenga kanisa la Mungu katika matengelezo yetu ya uanglikana nchini Tanzania. Kwa hiyo, ujio wangu utahusika sana katika kuhakikisha kanisa la Mungu nchini Tanzania lina viongozi ambao wameandaliwa vyema na kuwekwa katika kanuni za misingi ya Anglican Catholic Church. Sasa katika uongozi huu leo, nataka nizungumzie vitu viwili. Kwanza, tulipoamua kuhakikisha kwamba katika kila kituo chetu cha ibada, nazungumzia neno vituo na sio parokia. Tunachanganya kwamba tuna parokia bado, hatuna parokia, tuna vituo vya ibada, ama katika lugha ya Kikatoliki vinajulikana kama vigango. So, katika kila kigango chetu ama katika kila kituo chetu cha ibada nimehakikisha kwamba tunamwandaa mmoja ambaye atakwenda katika hii safari ya kufundishwa na kuandaliwa kwa mtumishi na kuwekewa mikono katika daraja takatifu, aidha kwa shemasi kuelekea wakasisi, ama wale ambao ni washemasi, basi wapewe kasisi. Kwa hiyo katika kila kituo cha ai tunatazamia kwamba kutakuwa na padri ambaye ameandaliwa vyema katika msingi ya kanisa ili aweze kuongoza kanisa la Mungu na tukumbuke kwamba tunapomzungumzia kumwandaa padri katika kuiongoza kanisa la Mungu, tunazungumzia padri ambaye atakuwa na uwezo na ufahamu juu ya misingi yetu ya kanisa la Anglican Catholic katika kuamini juu ya sakramenti zetu saba. Sisi ni kanisa ambalo tunaamini juu ya sakramenti saba. Kwa hiyo pia tunawaandaa katika huo ufahamu na utayari kwa kuhudumia watu wa Mungu katika hizo sakramenti. Kwa hiyo katika kila kitu utakuwa na kasisi ambaye ameandaliwa na hii itapunguza Mungu, ama itachochea haja ya kanisa katika kukua zaidi na Wakristo wetu walio katika ile sehemu waweze kukua. Kwa hiyo huo ni mtazamo wetu wa kwanza, ama tupo katika kipindi cha Advent cha matarajio kwa ajili ya kuhakikisha kanisa la Mungu lakini bali na hapo tunawaandaa mashemasi wa Mungu. Katika kanisa letu, na ni jukumu langu, nimeamua makusudi kabisa kuweza kuwainua wamama katika kanisa ili pia wawe na uongozi bora wa shughuli katika, katika kanisa letu katika kanisa. Nina nina maono kabisa kwamba wamama ni sehemu kamili kabisa na takatifu sana katika kuliunda kanisa la Mungu wao katika uh, hatua za kuwaandaa uh, wale watakaokuwa uh, mashemasi wakuu katika dina uh, zetu mbalimbali ama dekania zetu mbalimbali, nimeamua kuinua wito wa wamama katika kanisa. Sasa wamama hawa tunajua kwamba utiwaji uh, uh, wao mikono, makadaraja lao takatifu sio lile la kuwa padri kwa sababu hakuamini juu ya hilo uh, lakini pia ni kuandaa katika daraja takatifu la diakonisa. Sasa kwa Kiswahili kizuri, sijui ni nini diakonisa, lakini ni, ni, ni ushemasi wa kudumu katika wito wa mwanamke katika daraja takatifu. Kwa hiyo hawa pia tutawainua na nimeanza kuwa kuwatambua uh, kuwa katika sehemu mbalimbali ni wakina nani watakaoandaliwa ama wanaozidi kuandaliwa katika daraja hilo takatifu. Na, na ni makusudi yangu kabisa kuwaweka katika eh, katika ofisi za dekania amadinari kuweza kumsaidia baba askofu katika uongozi wa shule. Kanisa ni mama, na ningependa kanisa letu la Tanzania liheshimu hiyo taswira ya kanisa kuwa nipaa. Tumejisahau sana katika kanisa kwa sababu padri ama askofu ni mwanaume basi wanawake hawana sauti katika kanisa. Hapana, kanisa ni mama na kanisa kama mama lina nafasi nzuri na mashuhuri sana katika katika katika jamii. Kwa hiyo niwaombe, wale as wanaoandaliwa katika utume huu walitambue kwamba askofu ameona na kutambua nafasi yenu katika kanisa na ni kusudi la askofu kuhakikisha kwa kwamba atawalinda na atawasimamia na atawaelekeza na kuwafundisha ili mweze kuinuka katika nafasi ya uongozi mkuu ndani ya kanisa. Niombe sasa kwa kanisa zima tuheshimu haya maandalizi. Tunapoheshimu haya maandalizi, ni wito wetu kama kanisa na walei wote kuwapatia msaada ama kuwasapoti katika hatua zao tuwaheshimu katika hatua zao za maandalizi na pia niwaombe makanoni wangu wote katika Tanzania, kuheshimu yale yote niliyoyaweka kwa ajili ya maandalizi ya hawa wote wanaotarajiwa kuwekewa daraja takatifu kuelekea upadilisho na hawa wanaoandaliwa daraja takatifu katika diakones, katika nafasi maalum za uongozi mkuu katika dinar mbalimbali. Niwaombe wote tuwe kitu kimoja katika safari ya maandalizi, si rahisi, kwa sababu tunapoandaa kiongozi tunamwangalia katika nafasi nyingi, tunamwangalia katika uwezo wake wa kuongoza ibada. Na tunapozungumzia ibada kama nguzo yake ya kwanza, tunazungumzia ibada za Kianglikana Katoliko. Ibada Katoliko ndizo ibada tunazotaka tuzione zikiendeshwa katika makanisa iki kwa hiyo tunamwangalia huyu tunaimwandaa anawezaje kuongoza kanisa la Mungu katika ibada na katika madhabahu ya Mungu wanapotoa sakramenti za Mungu. Kila si rahisi kwa sababu kumbuka, tunaingia katika matengenezo ya Anglikana katika uh, katika uh, historia ya Anglikana ambao umeacha njia yake nchini Tanzania. Sasa kuna kanisa la Anglikana, lakini ukiingia katika ibada hatuoni Anglikana. Kwa hiyo tunakuja katika matengenezo haya, si rahisi kutoa mtu katika huko alipotoka na kumwambia madhabahu ni nini, heshima ya madhabahu ni nini, unawezaje kukaongoza uh, ekaristi takatifu katika madhabahu. Na sio tu madhabahu, pia katika mambo mengine yote yanayohusiana na ibada katika kanisa kwao, tuwapatie sapoti hawa na, na pia tunamwangalia huyo kiongozi katika utii kanisa chini ya baba askofu linahitaji viongozi wenye kutii maono na maelekezo ya baba askofu, nini kifanyike ndani ya kanisa. Sasa hiyo pia ni dhana ambayo haieleweki vizuri sana katika uanglikana uliozoeleka katika Tanzania. Basi tunarudisha uh, hiyo dhana ya utii uh, na kitu kingine pia tunamwangalia huyu mtu anawezaje akalimbili neno la Mungu sio katika korojo, sio neno la Mungu katika kujaribu kuwafanya ama kuligeuza kanisa likawa biashara za watu katika mambo ya sadaka. Sasa tunaanza kuona Ukristo, kila mahali unapochanua watu ni kuhubiri ni, ni, sadaka tu, tuna na matoleo. Tunamwangalia tunamwangalia kwa huyu kiongozi atakayehubiri neno la Mungu pasipo kuchanganya matakwa yake ya kunyonya mtu kama na vitu vya vsii. Kwa hiyo pia, pia tunamwangalia katika, hatutaki porojo katika kanisa letu, tunataka injili ya Mungu ambayo inaleta wokovu na kuminua mtu, na pia tunamwangalia huyo kiongozi anawezaje akaelezea dhana yetu ya maendeleo katika kanisa. Kwa hiyo tunamtazama katika vitu vingi, tunaliomba kanisa la Mungu niwapatie uh, sapoti hawa tunaowaandaa, na pia ni jukumu lenu kama Wakristo kumweleza Baba Askofu katika maandalizi haya, nani anaonyesha dalili ya kutokuendana na nguzo nguzo za dini, nani haendani katika ua, nani haendani katika haki, nani haendani katika uh, katika amani, nani haendani katika tele Hivi ni vitu muhimu sana kama kanisa la Mungu nchini Tanzania. Kwa ni washukuru katika ujumbe huu, ni waombe tuzidi kumwomba Mungu, tunapoendelea na kipindi cha Advent, Mungu afungue mioyo yetu na akili zetu ili tumwandae Kristo kuzaliwa katika mioyo yetu, na katika kuzaliwa katika mioyo yetu azaliwe katika jumuiya yetu, tunapoingia kipindi hiki na tunapoendelea hata katika ujio wa maaskofu nchini Tanzania. Mishumaa hii iwe ni matumaini kwetu na kuendelea mbele, na madhabahu hii tunayoiona iwe ni ishara ya ushirika mtakatifu na Kristo katika tunapoendelea. Sisi ni kanisa la maendeleo, ni kanisa la kutoka, tunatoka katika ile dhana ambayo tumeikataa sasa, tusipate kishawishi ili tuweze kuigulia tena, na niwaombe tuwakatae wale wote wanaotaka kuturudisha katika dhana ambayo tu. Niwashukuru sana na Mungu awabariki sana katika kipindi hiki, niwatakieni maandalizi mema ya Krismasi, niwatakieni maandalizi mema ya mwaka mpya, na niwatakie amani katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.